deni la serikali ya Tanzania limeongezeka kwa takribani asilimia 8.6 ndani ya kipindi cha mwaka mmoja hadi shilingi trilioni 109.01 Novemba mwaka jana, kilichochochewa zaidi na mahitaji ya kugharamia miradi ya maendeleo. Ndani ya miaka kumi ya serikali imekuwa ikitekeleza miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa reli za kisasa SGR na bwawa la Julius Nyerere licha ya kuwepo presha ya kifedha kutokana na mapato ya ndani kutokidhi mahitaji yote ya kibajeti waziri wa fedha hamisi musa omar alisema bungeni februari 2, 2026 kuwa hadi novemba 2025 deni hilo limeongezeka kutoka kiwango cha shilingi trilioni 100.35 kilichoripotiwa novemba 2024 kutokana na upokeaji wa mikopo mipya pamoja na mikopo iliyosainiwa miaka ya nyuma kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo Ongezeko hilo lilitokana na Serikali kuendelea kupokea fedha za mikopo mipya na iliyosainiwa miaka ya nyuma kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara, reli, viwanja vya ndege, umeme na maji. Kwa nyakati tofauti, kumekuwa na mjadala mkubwa nchini juu ya kasi ya kuongezeka kwa deni la Serikali mwaka hadi mwaka, huku baadhi ya wataalamu wa uchumi wakieleza kuwa mwenendo huo si rafiki kwa ukuaji wa uchumi. Hata hivyo Omari aliwaeleza wabunge wakati akiwasilisha miongozo ya maandalizi ya mpango wa bajeti ya serikali kwa kipindi cha kati cha miaka mitatu 2026 2027 hadi 2028 2029 kuwa tathmini iliyofanyika Oktoba 2025 inaonyesha kuwa deni la serikali litaendelea kuwa himilivu katika kipindi cha muda mfupi, wakati na mrefu. Tathmini ya uhimilivu wa deni iliyofanyika mwezi Oktoba mwaka 2025 inaonyesha kuwa deni la serikali itaendelea kwa uhimilivu katika kipindi cha muda mfupi wakati na muda mrefu. Licha ya ongezeko hilo la deni la serikali, Omali ameeleza kuwa serikali inatarajia kukopa kwa wastani wa shilingi trilioni 15.5 kwa mwaka kutoka vyanzo vya ndani na nje katika kipindi cha muda wa kati kwa mwaka wa fedha 2026/27 pekee. Amesema serikali inatarajia kukopa shilingi trilioni 15.24 ambapo trilioni 7.4 zitatumika kugharamia miradi ya maendeleo na shilingi trilioni 7.8 zinatarajiwa katika ulipaji wa deni la serikali. Pamoja na ongezeko la deni, serikali imewasilisha bajeti kubwa zaidi kuwahi kutokea nchini ikipanga kutumia takriban trilioni 61.9 katika mwaka wa fedha 2026-2027 ili kuchochea ukuaji wa uchumi, kuimarisha rasilimali watu pamoja na kukuza maendeleo ya kijamii na kimazingira. Bajeti hiyo inaongezeka kwa shilingi trilioni 5.4 kutoka bajeti ya shilingi trilioni 56.49 iliyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2025-2026 sawa na ongezeko la takriban asilimia kumi ndani ya mwaka mmoja. Lengo kuu ni kujenga uchumi imara, shindani na jumuishi, huku ikitekeleza programu maalum zitakazobadilisha sekta muhimu za kiuchumi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, mapato yanatarajiwa kufika shilingi trilioni 46.69 ya yakijumuisha mapato ya kodi ambayo ni shilingi trilioni 9, mapato mengine yakiwa shilingi trilioni 9.24, ikiwemo shilingi trilioni 1.97 kutoka mamlaka za serikali za mitaa pamoja na misaada kutoka kwa washirika wa maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 563.1. Kwa upande wa wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema ongezeko la bajeti na deni linapaswa kutazamwa kwa muktadha wa matumizi yanayokusudiwa, hasa kama mikopo hiyo itatekelezwa kwenye miradi ya maendeleo yenye tija. Mkuu wa Shule Kuu ya Biashara ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDBS Profesa Omari Mbura amesema ongezeko la deni la serikali si jambo la ajabu, kwani linazikumba hata mataifa makubwa kama Marekani, ila jambo la msingi ni kuhakikisha fedha zilizokopwa zinatumika kwa malengo sahihi. Swala la, la deni la serikali kupanda ni swala kinadharia, niseme tu kwamba ni swala ambalo sio la ajabu sana. Wenzetu wamarekani wanadaiwa, lakini pia ni mataifa mengi tu duniani yanadaiwa. Jambo la msingi ambalo ni pengine na sisi ndio hasa linatuhusu ni kuangalia fedha zinazokopwa zinakopwa au ni kwa ajili ya madhumuni gani? Inapokuwa tunachukua fedha kwa matumizi ya maendeleo, tuna nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri sana huko mbele na hatimaye kuweza kurudisha hilo deni kwa kutokana na mapato yatakayotokana na na kile ambacho tumetumia deni lile kuwekeza. Mtaalamu wa uchumi kutoka Dar es Salaam, Paul Chengula ameiambia Nukta Habari kuwa kuimarika kwa mapato ya ndani kumeiwezesha serikali kupanua bajeti bila kutegemea sana mikopo ya nje. Mapato ya ndani yameongezeka ya katika composition ya ukubwa wa hii bajeti kwao, tunaona kwamba bado mapato ya ndani yanakuwa yanaendelea kuimarika. E, mapato yanakuwa makubwa, ndio maana unakuta anaweza yaka service bajeti kwa kiasi kikubwa. Lakini vilevile e, kwenye mpango wa hiyo bajeti uh, wameelezea vipaumbele vitaenda wapi kwenye developing activities, lakini vilevile kwenye ku service deni. Waziri wa Mali alieleza kuwa uchumi wa taifa unatarajiwa kukua kwa asilimia 6.9 mwaka elfu mbili na ishirini na sita kutoka asilimia 5.9 mwaka jana, na katika muda wa kati unatazamiwa kukua kwa asilimia 6.9.